Wewe ebu chukua hiyo mawe. Wewe ni kama hutaki kazi. Bwana unabeba mawe moja moja hapa, beba hiyo mawe na unabeba mawe kidogo, beba hiyo kubwa. Wewe ni kama hutaki kazi Mgusame, na watu waharakishe eh, eh, eh, eh. Pale naona dem, watu wachangamke, watu wachangamke. Kazi ishamalizika, kujieni mshahara yenu. Yeah. Kwanza miile mawe niliambiwa nibebe huko <tipi> <niyangua tipi> we, yeah. yeah. <tipi> yeah. yeah. so. si nilikuita wakati nilikuwa nafanya kazi ukakataa, we niache, we niache bana, hii pesa enda zako hapana. So, bana, enda zako. sinilikuita ukakata sahii meingiasini huyu dem venye zimeingia, ndo kumbafu nyinyi.